Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya matukio ambayo yametokea kama tulivyozungumza katika video iliyopita ni kwamba Harmonize na Diamond Platinumz walikutana kule Zanzibar, na baada ya Harmonize na Diamond kukutana Zanzibar, tunakumbuka kwamba kuna hizi picha pamoja na video zilikuwa zimesambaa zikionyesha wamekutana face to face, to jambo ambalo lilipelekea eh, kuonekana wakiwa wanazungumza maneno mawili matatu kule Zanzibar katika tunzo za Tres, na Diamond jana ameposti ameweka posti za picha ambazo alipiga kule Trace Zanzibar alafu akaziambatanisha, zilikuwa ni posti nyingi sana, lakini mwishoni kule akaja kamalizia na kipande cha video ambacho kilikuwa kinaonyesha hiyo e, occasion ambayo ilitokea ya kukutana uso kwa uso Harmonize na Diamond. Tumezungumza katika video iliyopita, lakini tukio lingine ambalo limemeke headline ni kwamba Diamond alivyokutana na Harmonize bwana Bouncer alitaka kumzuia Harmonize kwa sababu Harmonize alikuwa yuko mwenyewe, alikuwa na Bouncer, alikuwa na Bouncer yuko yeye peke yake, na Diamond alikuwa yuko na timu nzima wakina Stukizi, alikuwa na mobu ya watu pamoja na mabouncer takriban sita hivyo wamemzunguka sasa. Harmonize wakati anamsogelea Diamond ni kwamba mmoja kati ya mabouncer wa wa Diamond walisogea mbele, alafu akamzuia Harmonize asimsogelee Diamond. Meona bwana eh? Kwa hiyo ukichunguza video vizuri, hilo tukio linaonekana very clearly kwamba Bouncer alisogea mbele akapita mbele ya Diamond, alivyomwona Harmonize anakuja akasogea upande wa Harmonize, akamwekea bega kumzuia, lakini baada ya kuona kwamba reaction ya Diamond alikuwa, ilikuwa ni very welcoming, wanasema yani kama vile ame, ame alikuwa yuko sawa, yuko sawa, yuko peaceful na Harmonize, wala hakureact vibaya Diamond. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo ndio yule Diamond alivyoonekana kama ame react positively, ndo Bouncer akaachia upenyo kwa Harmonize kumpa mkono Diamond. Sasa hili ni tukio ambalo Juma Lokole amekuja kulitrendisha huku Instagram, baada ya Diamond kuposti hizo video akiwa amekutana na, na Harmonize alafu akapiana mikono akapiga story. Na nini? Ni kwamba Juma amekuja kulitrendisha hilo tukio kupitia ukurasa wake wa Instagram. Juma ameposti alafu akaandika, bwana kumbe bodyguard alimzuia Harmonize. Juma ameandika hivyo. Alafu hapa chini akasema, he, kumbe ndio ilivyokuwa hivi huko Zanzibar huyu bodyguard Ha, aliwaza nini? Juma Lokole ameuliza hivyo kwamba bodyguard aliyemzuia Harmonize asimsogelee Diamond aliwaza nini? Kwa hiyo wadau sasa hapo wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano, kuna mtu hapa amekuja amesema kwamba bwana alikuwa anampisha. Tatizo una macho ya kimbea. Kwa mtu mwingine bwana huyu aliyekuwa kwenye kitengo cha SMS za sitapeliki mwambieni inatosha, tumeshaelewa. Unajua, wakati mwingine ili kufanikiwa inabidi uwe mjinga. Mimi Harmonize namuelewa sana, hana moyo wa, wa kuhifadhi chuki. Utaweka mangapi moyoni? Eh, vitu vingine vinatokea na maisha yanaendelea. Mnamuona kama vile mjinga, lakini kuna kitu anatengeneza na anatengeneza nafasi huko mbele ya watu na hata kwa balance kinyongo sio, na vitu vingine kama hivyo hususan, ukiangalia Harmonize, yeah. Yuko very smart na sio tu kwamba anakurupuka kuvifanya hapana. Jamaa anajua anachokifanya, yani kwamba anahakikisha kwamba watu wanamzungumzia kivyo vyote vile, ili mradi mambo yaweze kwenda haya. So, kuna mtu hapa ameandika kwamba watu wakipatana, mm, mnaanza choko choko, sijui mkoje. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo kwa so, kwamba kiukweli hakumzuia alikuwa anasogea akae pembeni, ndio akagongana na ndio maana akampisha, alivyogundua amemwachia ame nafasi Baisa Traveler anasema bwana huyu kwani si ndio aliambiwa kwamba nipe mkono tushindane au sasa hivi hana tatizo. Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema bwana huyu bodyguard mshamba tu. Kwa mtu anasema kwamba eh, huyu anaitwa Shob kuna mtu hapa anaitwa Mimo eh, bidada huyu ameandika Shobodundo alafu kaka emoji za kucheka. mm -hmm. Mwingine huyu hapa anasema bwana tuliwaambia kwamba Konde hawezi, eh, hawezi kwa Monde. Ona sasa kaamua kushusha silaha chini Anyways, sema Konde siku hizi kawa hambo sana. Haya, so bwana mara ngapi eh, kwenda mbinguni, uwe mara pap kwenda mbinguni. Uwe unakumbuka mara ya mwisho umebadilisha mapazia lini, bosi wangu ah, okay. Uwe amekuja kutangaza biashara ya mapazia, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kuna watu wameia wameidadavua wamei, wamei, wamei wamei hii video wameisi labda kama vile anataka kumzu, kumzuia, Harmonize asimsogelee Diamond. Lakini page nyingine huku zimekuja kuripoti kuhusiana na vitu vingine tofaut, tofauti. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana Diamond kweli superstar, yani picha za tunzo za Trace ndo ameamua kuja kuziposti leo. Watu wameshangaa pia kuona kwamba ni muda mrefu sana umepita. Yaani, muda ni mrefu sana kiukweli umepita tokea hawa wakina Diamond na, na wakina Harmonize na nani wote kuwepo katika zile tunzo za Trace, lakini Diamond sasa ndo ameamua kuja kuziposti leo zile picha. Kwa hiyo watu wameona kama vile amevimba fulani hivi, lakini pia vile vile kuna habari nyingine hapa tumekutana nayo kuhusiana na mavazi ambayo Diamond alikuwa ameyavaa katika tunzo hizo za dress. Unaambiwa kwamba ni mavazi ambayo ni madesigner kutoka nchi mbalimbali wamekuja kwa ajili tu ya kumvalisha Diamond katika hizo tunzo za dress. Hapo ameandika kwamba e, bongo star wa mziki kutoka nchini Tanzania Diamond Platnumz anazidi kuonyesha ukubwa wake katika tasnia ya mziki ikiwemo pamoja na kuweka na kuonyesha utofauti wake na wasanii wengine kutoka nchini na mataifa mengine mbalimbali mbali. Mm, katika suala la kutengeneza wasifu wake kwa mashabiki na wapenzi wa mziki duniani, Diamond kupitia siku ya ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards zilizofanyika nchini Tanzania katika visiwa vya Zanzibar aliweza kumuita stylist maarufu kutoka nchini Paris, Ufaransa ambaye anafahamika kwa jina la Kyojino kwa ajili ya kuweza kumvalisha wakati wa tamasha hilo. Hii inazidi kudhihirisha kuwa Diamond Platinumz ni msanii mkubwa duniani na mwenye uwezo mkubwa wa kufanya chochote kile atakacho katika kutengeneza brandi yake katika sanaa ya mziki wake. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa kitendo cha Diamond kuleta ma stylist kutoka Ufaransa kwa ajili tu ya show ya Tres, hii inaonyesha jinsi gani ambavyo huyu ni msanii mkubwa kwa engo ipi naona, kwa sababu hao wengine tunaona kwamba walikuwa tu wanatungua tu nguo zao kwenye makabati wanavaa, wanaingia kazini, lakini Diamond aliamua kutafuta mtu specialist wa kumvalisha kutoka Ufaransa, moja kati ya nchi ambazo zimeji, zimeji, zimekuwa very advanced kwenye upande wa fashion. Kwa hiyo Diamond ametoa mtu huko kwa ajili tu ya kumvisha usiku ule. So ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona kama kawaida eh, lakini pia vilevile hakikisha vile unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.